Leo tunafanya mazoezi yetu ya mwisho Dar es Salaam Tanzania, e, tukijiandaa na safari yetu ya kuelekea Eswatini ambapo tunakwenda kucheza e, lig, e, ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo kikosi kinataraji kuondoka kesho siku ya Alhamis, e, majira ya saa nne asubuhi Tutaondoka hapa na shirika la ndege la Tanzania Air Tanzania e, mpaka Johannesburg. Tutafika Johannesburg, tutachukua ndege nyingine e, kwenda mpaka Eswatini jioni e, ya siku hiyo e, kwa maana ya tarehe 16 na siku itakuwa imeisha namna hiyo. Tarehe 17 tutafanya mazoezi Eswatini, 18 mazoezi Eswatini, na tarehe 19 itakuwa itakua ndio siku ya mchezo wetu dhidi ya Nsingizi. Kwa jumla ni kwamba maandalizi yanakwenda vizuri ama yamekwenda vizuri sana ee, baada ya kucheza mchezo wetu wa mwisho wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Namungo ee, wachezaji wengine wakaenda kwenye timu ya taifa ya Tanzania hapa, anamzungumzia eh, Tanzania 1 Yakubu Suleiman eh, Abraham Morris eh, lakini vilevile vile, e, e, Steven Desemukwala ambaye jana amefanya balaa kubwa akiwa na timu yake ya taifa ya Uganda e, pamoja na Musa Pinpin Kamara Spiderman. Kwa hiyo e, hao wakawa wamekwenda kwenye majukumu yao, wengine wachezaji wote waliosalia takriban ishirini na saba wakabakia e, Dar es Salaam kuendelea na programu ya mazoezi e, chini ya meneja Dimitar Pantev.